Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa Ukraine iko tayari kuunga mkono pendekezo la Marekani la kusitisha mashambulizi kwenye maeneo ya nishati kufuatia simu yenye malengo chanya kutoka kwa Rais wa Marekani Donald Trump, siku moja baada ya Rais wa Urusi kukubaliana na mpango wa Marekani. Viongozi hawa wawili walizungumza kwa takribani saa moja siku ya Jumatano ya Machi ishirini elfu mbili ishirini na tano huku rais Trumpu akiendelea na jitihada zake za kuhakikisha mapatano ya kusitisha mapigano katika vita vya Urusi na Ukraini. Baada ya simu hiyo, Trumpu aliandika kwenye mitandao ya kijamii kuwa alifanya mazungumzo mazuri sana na Zelenski na kwamba juhudi za kujadiliana kwa amani zinaendelea vizuri. Trumpu ameendelea kusema kwamba Lengo la simu hiyo ambayo ilikuja siku moja baada ya Trump kuzungumza na Rais wa Urusi Vladimir Putin lilikuwa ni kusaidia kuwawanisha maombi na mahitaji ya Urusi na Ukraini. Wakati wa mazungumzo ya Trump na Putin siku ya Jumanne, kiongozi wa Urusi alikubaliana kutoishambulia miundombinu ya nishati lakini alikataa kuunga mkono kusitishwa kwa mapigano kwa muda wa siku thelathini. Katika chapisho la mitandao ya kijamii, Zelensky alisema Mazungumzo yake na Trump yalikuwa chanya yenye maudhui ya kina na ya wazi na aliamini kuwa amani ya kudumu inaweza kupatikana mwaka huu kwa msaada wa Marekani. Zelensky alisema wataendelea kufanya kazi kwa bidii ili kufanikisha kusitishwa kwa mapigano na alionyesha kuwa kutakuwa na mikutano zaidi katika siku zijazo huko Saudi Arabia kati ya timu ya Marekani na Ukraine. Trump pia alimwambia Zelensky wakati wa simu yao kwamba Marekani inaweza kuchukua umiliki wa mitambo ya nguvu ya Ukraine ili kubusti usalama wao. Marekani inaweza kuwa na manufaa makubwa katika kuendesha mitambo hiyo kwa ujuzi wake kwa umeme wa huduma za umma. Kulingana na taifa kutoka kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na mshauri wake wa usalama wa taifa Michael Waltz. Trump alisema kwamba umiliki wa Marekani wa mitambo hiyo unaweza kuwa kinga bora kwa miundombinu hiyo. Haikuwa wazi mara moja na mitambo hiyo ya nishati aliyozungumzia Rais Trump kwenye simu na rais wa Ukraine Zelensky. Hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako.